Naam, hujambo na karibu katika taarifa za alasiri. Mkuu wa nchi rais William Ruto siku ya leo ameweza kupokea pigo kubwa kutoka kwa mdadisi huyu wa kisiasa maarufu nchini aliyeweza kumvamia kwa madai ya kuwa Ruto ameweza kuishiwa na mawazo na sasa hivi anaweza kurejelea kufanya mambo aliyoweza kuyafanya rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Ruth Ambogo ambaye ni mdadisi maarufu nchini Kenya ambaye pia ni wakili mta, mtarajiwa nchini ameweza kumpiga vita President William Ruto siku ya leo huku akitoa madai na kuzungumza ya kuwa William Ruto hajaweza kufanya jambo lolote jipya na sasa hivi anaweza tu kushughulikia mambo aliyoweza kuyaanzisha rais mstaafu Uhuru Kenyatta hapo awali katika mamlaka yake. Nikirejelea maneno yake Ruth Ambogo ambayo yaliweza kunukuliwa na tuvuti ya tuko.co.ke, mdadisi huyo wa kisiasa aliweza kumwambia William Ruto hivi: There is nothing new that President William Ruto is doing. It's basically what Uhuru Kenyatta's administration in brackets affordable housing and was working on it especially in the second term. Akizungumzia mradi huo wa affordable housing, Rais William Ruto aliweza kuanzisha mradi huo eneo la Kibera huku akitoa mipango ya kuweza kuzidisha mradi huo mpaka maeneo kadhaa mjini Nairobi. Hata hivyo, mdadisi huyo wa kisiasa Ruth Ambogo alifunguka ya kuwa hilo lilikuwa wazo lake Uhuru Kenyatta katika muhula wake wa pili kama rais wa Kenya. Hata hivyo mdadisi huyo maarufu wa kisiasa Ruth Ambogo aliweza kumvamia na kumkemea sana Ruto kwa kuweza kushusha lawama zote kwake Uhuru Kenyatta na hata hivyo kuweza kutoa ahadi nyingi kwa Wakenya ambazo hatoweza kuzitimiza. Swali la mwisho na kuachia wewe mtazamaji wa Simulizi Media. Je, unadhani ni kweli maneno ya mdadisi huyu wa kisiasa ya, ya kuwa William Ruto hajakuja na jipya lolote na anabaki tu kuweza kuiga mawazo yake Uhuru Kenyatta na kuachia uwanja huo wa comment section ili tu uweze kushare maoni yako nasi